Lakini niwashukuru wadau mbalimbali mbali ambao wameguswa na tukio hili wakaweza kwa aina tofauti tofauti kuchangia kile kilichowezekana kutoka kwao. Niendelee pia kutoa pole wananchi walioathirika na kadhia ile ya mvua na upepo mkali. Kama mtakavyokumbuka, tarehe ishirini na nne ya mwezi wa kumi na mbili, lakini vile vile, tarehe thelathini na moja ya mwezi wa kumi na mbili na tarehe saba ya mwezi wa kwanza katika maeneo ya kata hii tulipata changamoto hizo ambazo zilipelekea wananchi wapatao mia nne na thelathini kupata majanga ya kuharibiwa nyumba zao na miundo mbinu mingine. Serikali ya mkoa imehangaika kutafuta wadau, lakini pia imehangaika kuijulisha serikali kuu ili ione namna inavyoweza kushirikiana nasi katika kuwashika mkono wananchi wetu. Wapo baadhi ya wadau wametushika mkono, na hao si wengine, ni chama cha msalaba mwekundu Tanzania kupitia hekima na busara za rais wake Mheshimiwa David Kienzile, mbunge wa Mafinga, aliguswa, lakini pia kupitia ushawishi wa mbunge wetu Mheshimiwa Damas Ndumbalo, waliona wanayo kila sababu ya kutusaidia. Kwa hiyo nimekuja leo kuwasilisha baadhi ya vifaa hivyo kwa serikali hii ya kata inayoongozwa na Mheshimiwa diwani, ili naye aweze kuwasilisha vifaa hivyo kwa wananchi wake. Vifaa hivi ni vichache, na kwa hakika nitahitaji viwafikie walengwa waliokusudiwa na si vinginevyo. Lakini pili, tuendelee kufuatilia swala la tahadhari zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa mara kwa mara juu ya namna ambavyo tunaweza kukabiliana na athari zinazotokana na hali ya hewa hiyo. Haya ni majanga ya kiasili, wakati mwingine hatuwezi kuyazuia, lakini tunapokuwa na taarifa sahihi kutoka kwenye mamlaka tunaweza tukapunguza madhara, pengine hata na sisi wenyewe, kwa kujihifadhi kwenye majengo yenye uhimilivu wa hali hizo za hewa nazozisema. Kamati ilitembelea kaya 77 zenye idadi ya wananchi 266 ambao wameathirika na maafa na pia taasisi tatu za kidini. Hizi ni za awali ambazo zimepata changamoto ya kuharibika kwa miundombinu yake. Maafa yaliongezeka tarehe saba mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita katika kata ya Misufini, waathirika zilikuwa kaya tatu Ruvuma, kaya moja Tanga na Mshangano kaya 46 wa kufanya idadi ya kaya hamsini zenye idadi ya wananchi 164 na taasisi nyingine tatu ambazo miundombinu yake iliharibika. Kwa ujumla, kaya ambazo ziliathirika zilikuwa ya 127 zenye jumla ya wananchi 430 na kusababisha hasara yenye thamani ya shilingi milioni 102285380. Tunasema asante kwa hichi kidogo ambacho wametusaidia. Si wote ambao wana ule moyo wa kuweza kuona maisha ya wenzao. Na kipindi hiki ni kipindi cha mvua. Basi tuombe watusaidie hata miti tuweze kupanda ili iweze kustil mazingira yetu. miti yetu tumeikata mingi sana kwa sababu ya shughuli mbalimbali. Kupitia hili idara ya misitu ayo iweze kufanya jambo, itusaidie pia miti ya matunda au miti mirefu ya kuweza kusaidia kutukinga na madhila haya ya mvua na upepo mkali.